Mwanamke mmoja aitwaye ambaye e, amefahamika kwa jina la Kristin Marie mwenye umri wa miaka 36, e, ameweza kushtua wakazi wengi sana wa Texas kutokea kule nchini Marekani. Na hii ni mara baada ya kuweza kudaiwa kufunga ndoa na mpenzi wake wa zamani bila ridhaa wala uwepo wake, yani kimaanisha EX. Bwana huyu anaweza kuzua balaa huko Marekani, kwa sababu ameweza kufunga ndoa na ex wake mpenzi ambaye alishawahi kudate naye siku za nyuma huko. Sasa kwa rais rais tu, imekuwaje sasa? Kristin aliweza kumdanganya mchungaji wake na kuweza kusain cheti cha ndoa akikisajili kisheria, kisha akapeleka zawadi ya ndoa nyumbani kwa mwanaume huyo kwenye mfuko e, ndani kulikuwa e, na picha yake na cheti cha ndoa ambacho amekwisha kukifanyia mafeki cheuko, and then akaenda kumwekea mwanaume huyo nyumbani kwake. E, nakala halali ya cheti hicho pia ilionekana na loshen pia ilikuwemo humo ndani ya hizo zawadi labda, lakini pia harufu ya majuto ikiweza kunukianukia kutokana na sakata ambavyo a linazidi kuendelea sasa. Mwanaume huyu aliporudi nyumbani, ambapo ilikuwa ni siku ya tarehe kumi na tatu mwezi wa sita e, na kuweza kukuta zawadi hiyo, alitoa taarifa e, kwa polisi mara moja. Mara baada ya Christine sasa anakabiliwa na shtaka e, la uonevu

na chini ya amri ya kuto kumsogelea mwanaume huyo. So, e, mwanamke huyu ameweza kukamatwa na alikuwa chini ki ya mashtaka ambayo pia yakimkabili ya kwamba ya ya ameweza kufoji vyeti, kuweza kutengeneza vyeti vya uongo, lakini pia mchungaji naye pia aliweza kuhusika na anajuta kufanya kitendo hicho. Sasa anakuwa hajui kivipi, kwa sababu taarifa inabidi uzipate kutokea pande zote mbili. Sasa mchungaji pia ambaye anasema anajuta na kana na uchunguzi wa polisi wamesema, lengo lao ni kuhakikisha hali haizidi kuwa mbaya, kutokana na sakata hili ambalo linakuwa limetokea Texas huko nchini Marekani. Yapi maoni yako kuhusiana na stori hii au ukipi umejifunza kutokana na hiki hapa? Mwanamke aliweza kuforce, kumbe inawezekana kabla before hawajaachana walikuwa wanapendana sana. Sasa mara baada ya kuweza kuachana, mwanamke anaonekana alikuwa bado na chembechembe za upendo na mshikaji, na ndio maana akaamua kuyafanya haya yote, kuweza kutengeneza cheti cha uongo hadi kufika stage kuweza kwenda kumwekea nyumbani kwa yule mwanaume ambaye alikuwa na date naye hapo mwanzo. Noma sana, drop comment yako hapo, rekomendisha kinoma noma.